Mfahamu mwamba aliyejaza kitabu chake cha historia yake ya soka kwa kadi za njano na kadi nyekundu mwamba huyu ni nani? je unamjua? Baki na mimi, hii ni Nani Sports na mimi ni Logan. Sergio Ramos Garcia alizaliwa tarehe 30 Machi mwaka 1986, huko Kamasi, Sevilla nchini Spain. ana urefu wa futi sita na uzito wa kilogramu 82, na mama yake anaitwa Pakin Garcia na baba yake ana asili ya Mekiko. Mkewe Lamosi anaitwa Pilar Rubia na Lamos ni baba wa watoto wanne. Sergio Ramos alianza kucheza soka akiwa na umri miaka saba kwenye akademi ya Sevilla. Amecheza hapo mpaka mwaka 2005 na baadaye akajiunga na Real Madrid. Mwaka 2005 ndio mwaka wa Sergio Ramos kwanza kuzitafuta ndoto zake za kuja kuwa beki tishio akiwa Real Madrid. Akicheza pasha na Pepe wakifanya makubwa akisaidia Real Madrid kutoa ubingwa wa UEFA Champions League mara tatu na La Liga mara nne. Pia amewahi kuwa mfungaji bora anayecheza nafasi ya ulinzi. Wenda Diego Simeone na vijana wake hawatomsahau mwaka 2014 kwenye fainali ya UEFA Champions League akirudisha Real Madrid iliyokata tamaa mchezoni dakika za jioni, baada ya kuchongwa kona na Luka Modric na yeye kuruka free header na kulevo scoreboard na baadaye Real Madrid akashinda 4 kwa moja kwenye dakika za 120. Mwaka 2021 akavunja mkataba na Real Madrid na, na akajiunga na PSG ya Ufaransa, kacheza huko na baadaye akaisaidia kutoa ligi wani mara mbili kabla ya kurejea Sevilla mwaka 2023, na Februari 7, 2025 akajiunga na Monterrey ya Mexico. Amechezea mechi nne, amefanikiwa kufunga mabao mawili kabla ya mechi ya mwisho kupewa red card. Sergio Ramos Garcia ameanza kuitumikia timu yake ya taifa yake na umri wake wa 18, na akifanikiwa kuwa mchezaji bora wa timu ya taifa mwenye umri mdogo zaidi. Ametoa yulo under 19 mwaka pia ametoa kombe la dunia mwaka 2010, ametoa euro 2008 na mwaka 2012. Amecheza mechi 180 kwenye timu yake ya taifa na akifanikiwa kufunga magoli 23. Pia ameisaidia Spain kuwa mshindi wa tatu kwenye michuano ya kombe la shirikisho la FIFA mwaka 2013. Paka sasa Sergio Ramos amecheza mechi 614 akifanikiwa kufunga magoli 85 ikiwemo 17 ya UEFA Champions League. Pia ameonyesha kadi nyekundu 30, kadi 26 zilizoko kwenye mechi rasmi. Lakini pia bwana huyu ameonyesha kadi za njano 262. Na mafanikio yake binafsi, Sergio Ramos ni kuwa mchezaji wa kwanza kubeba kombe la dunia la vilabu mara tatu mfululizo. Pia ndiye beki wa kwanza kufunga kwenye fainali mbili za michuano ya kombe la dunia la vilabu. Pia ndiye beki pekee anayeongoza kwa magoli mengi kwenye mechi za UEFA Champions League. Ana magoli 17, akifuatiwa na Gerard Pique mwenye magoli 16 na Roberto Carlos mwenye magoli 16. Huyu ndio Sergio Ramos, beki mwenye kadi nyingi za njano. Wenda wewe una beki mwingine unayemjua mwenye kadi nyingi za njano, nipe hapo kwenye comment. Mimi ni Logan Lexi na hii ni Nani Sports tukutane siku nyingine. Usisahau kusubscribe kujiunga na familia hii kubwa, kupata updates mbalimbali mbali za soka asante.